Mimi niseme la kwanza kwamba sisi tunapata muda mdogo sana wa kuwapitia waliokuwa wachache sana, lakini nafahamu kwamba wapo wenzetu wenye mitihani mbalimbali ambao wanahitaji tuwapitie. Mimi nitoe wito kwa viongozi wenzetu wote na sisi wenyewe, basi kadri inavyowezekana, tuweze kuwapitia wenzetu tuwajue shida zao, tushirikiane nao hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini la pili ni kwamba sote tunajua kwamba hali za maisha kadri siku zinavyokwenda zinadamirika zaidi, zinakuwa ngumu zaidi. Kwa hivyo, mimi niwaombe sana kwamba kutoa si lazima ziwe elfu. Eh, unaweza ukatoa moja na ikawa na fadhila kubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu pengine kuliko atakayetoa milioni. Maana ukitoa katika kukosa, basi kwa Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana. Kwa hivyo, tuhakikishe kwamba tuendeleze utamaduni wetu, kwa kwamba tusaidiane, ili bamvua hili tusilikose, ili bamvua hili basi Mwenyezi Mungu ajalie kwamba tufaidike nalo, tupate fadhila zake na kwa kupata fadhila zake, bila shaka Mwenyezi Mungu atatuondolea yale yaliyokuwa mazito, yale yaliyokuwa yana shida, na Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi katika kupata yale ambayo atatupa unafuu.